Hapo tunamwona Saumu muhitimu wa kidato cha nne eh, ishirini na tano, eh, kwa majaliwa ya Allah amemjalia, amemsaidia kufika katika siku hii ya leo, na leo ni sherehe yake, ambapo eh, yuko pamoja na sisi wazazi wake pamoja na dada zake lakini ameandaliwa keki keki kwa ajili ya upendo na matumaini, kwa ujumla kuhusiana na uvumilivu wake na mapenzi yake kwa kumaliza elimu ya sekondari. Lakini elimu ya sekondari mpaka sasa hivi uh, imebadilika tena, inaitwa elimu ya msingi. Kwa maana hiyo uh, hana budi ya kazi buti ili aweze kuendelea mbele zaidi. Sasa tuko katika na sherehe ya kuhitimu wa kidato cha nne kwa uh, Saumu ee, Abdalla uh, Ahmed mkadalie uh, um, uh, na hapa huyu ndio Saumu unayemwona kwa muda huu ee, deye, ma, ma, ya, ma, ya. Na huyu ndiye mama na namama tazungumza kidogo, kutokana na shughuli sure ya kama hii, namna ambavyo alijaliwa na

kuhusiana na uh, muendelezo wa elimu hapo baadaye. Na huyu sasa ndiye Saumu eh, Abdallah Ahmed Mkanalile. Hebu eh, uh, uh, tumuulize sasa kama yeye ana taka kuendelea na elimu basi aleze wazazi wake wapo hapa kwa muda huu uh, ili aweze kumsikiliza uh, na hatimaye aweze kuendelea mbele aweze kupata baraka uh, za wazee kwa ujumla mimi ninayeniona anayezungumza ndio baba yake saumu anaitwa uh, bwana abdalah ahmedi abdalah mkaalile ambaye ni mwandishi wa habari na afisa habari wa mkoa wa morogoro kupitia Chamata Association. Eh, vipi aaa kujivunja nini? Kwanza hongera sana uh, kwa kumaliza elimu yako ya sekondari uh, lakini, elimu ya sekondari sasa za hivi inaitwa kama ni elimu ya msingi, na budi kazane kaana kaze buti ili kuweza kuendelea zaidi. Unasemaje gusei, katika swala zima la kuendelea ini uh, baada ya kuweza chochote wace nikulishe keki kama ni ishara ya upendo kwa lakini, na huyu hapa ni mama yake, wache nimpe keki na kama ni ishara ya upendo lakini, na mimi naye, wacha nimlishe keki na mama watoto wangu kwa mamato tangu keitam awam m

Naye huyu sasa hivi unaonekana huko. Huyu sasa haonekani. Hapa sasa hivi hapo hapo anaonekana. Mbona mdomo anaacha ushanga? Mdomo wake kake eh, Sare anakula keki lakini wao nao ila fiki zake Sare. Ale ni keki, ale ni keki. Na fiki zake Sare naye

Kwa hiyo keki zinaendelea hapa zikionyesha ishara ya mapenzi mema aa, kwa dada yao kuhitimu elimu ya kidato cha nne. E, hebu sasa tupate mawili matatu kutoka kwa somo mwenyewe ambaye ni mhitimu wa kidato cha. Unataka kuambia nini kutuambia nini kuhusiana na swala nzima la elimu Sauti. Sauti. Sauti. <messi> <messi> Ikiwa kama sisi ni wazazi pamoja na watu wengine wanaokusikiliza, unataka kuahidi na ni uh, division gani ambayo utakaweza kupata? Division zote ni ufaulu. Division 4, division 3, division 2 na division 1 zote ni ufaulu, lakini wewe, katika hilo kutokana na mwenyewe unavyoona, unaweza kupata division gani? Kufaulu ni mapenzi ya Mungu. Basi tunakuombea Mungu akujalie na akufaulishe vyema na uendelee vyema kuipenda elimu. Elimu ni kitu cha thamani, unapoikuta sehemu yoyote huna budi uh, uikumbatie, ambapo itakuja kukusaidia hapo baadaye. Watoto hawawezi wakarithi nyumba kwa baba yao, hawezi kulisi hela kwa baba yao, hawezi kulisi chochote kile kwa baba yao. Ili kitu kinachoweza kurithiwa ni swala zima la elimu. Kwa hiyo ikumbatie, ili elimu ishike elimu katika kipindi chote cha maisha yako, mpaka unaingia kaburini. Education is an endless process. Elimu ni kitu kilichokuwa na mwisho. Unatakiwa usome, usome, usome mpaka uh, ufikie pale ambapo alipokujalia Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Mfano, mie uh, mie kwa ujumla uh, nimepata bahati ya kusoma mpaka kufikia uh, shahada ya zamili, um, Masters of Education, Planning and Administration. Hii ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyonijaalia na nimemaliza chuo cha Mtakatifu Agustino, Saint Augustine University E, pale Morogoro Jordan e, Jordan au nimemaliza Jordan University pale mwaka wa jana ah, uh, uh, unaposoma sio lazima upate kazi, bali ni kwa extend your knowledge ili hiyo elimu iweze kusaidia hapo baada uh, lakini vilevile, Saimu Saumu so naye anakakake Saimu, yuko kwa mjoo kidogo mosie, dada yake Saimu anaitwa Saimu

Kuna ndugu yake vile vile Anwari hapa sasa hivi hayupo, lakini naye anatakiwa amosie. Kuna majirani na jirani, nenda kamusie swaumu bale kuhusiana na swala zima la elimumma. Hebu muusie swaumu kuhusiana na swala zima la elimu.

Naomba tu akazane, hii leo ni graduation na mtiani, unakua atulize akili, si afanye vizuri. Kuna dada yake dada, nampongeza dada jirani, lakini pia namuzia uu kabaya kadri ya uwezo uh -huh. wake Okay. lakini ana la kaka yake mwingine ambaye anaitwa Saleh, huyu hapa <laughs> Saleh, naye anataka kumhusia dada yake. Hebu mbeba Saleh, hebu zungumza swala lolote. Saleh, unamwambia okay. ni dada yako okay. mpe maiki ashike okay. nyanyue, mnyanyuwe, aya, zungumza mwambie, amwambie dada yako akazani kusoma, aya mwambie basi. Ana kuchosha bwana. Ah, shukrani Jazilu kumusia nini kuhusiana na swala zima la elimu? Adada ukakuitimu kidato cha nne, aongeze bidii, maana kuna maisha baada gabi. Hakuna maisha baada ya gradu maana yake ni kusoma sasa ili iliweza kufaulu. Nasa, dada yake Nasra huyu hapo ndo anasema sasa eh, la huyu dada yake ni nesi jamani, msione mwembamba mwemba huu huyo, ni nesi huyo, amemaliza <laughs> e, kidato chake cha sita sasa, yuko nursing anaendelea na masomo yake. Ah, tukishuhudia sasa Saumu analisha marafiki zake waliofika hapa ikionyesha e, ishara na upendo au mapenzi mema. Huyo uh, uh, uh, naye Samia Abdallah anamuusia dada yake dada yako kwa, kwa namna ya kumaliza masomo yake vyema eh. Sauti anaombea kwa Mungu asome kwa bidii eh, wewe mwenyewe jamani, darasa darasa la usamia darasa la nne, eh ah, huyo shukrani. Huyu bwana ni Anwari naye eh? E, anamusia dada yake Saumu eh, zungumza chochote kile kwa kumusia dada yako eh. Msia dada yangu asikate tamaa, muda bado, namuombe Mungu waungu wakamtani salama, abaii salama. Mimi sina mengi, shukrani.